Salama, mbona kimya sana alafu? Isitoshe, simu zangu upokei? Hapana bosi, nimefuatilia wala wapangaji wako wananipa makalenda kila siku. Unajua ni mwezi wa nne sasa. Wewe, pesa zako unaniletea nusu nusu, mara elfu hamsini mara elfu sabini mara laki. Nisikize kwa makini. Ninachokihitaji mimi ni pesa, sitaki hizo porojo zako unazozileta Sawa so, mimi nimekuelewa, nimejaribu kufuatilia kila siku ananipa makalenda, alafu pia wapangaji wako ni wagumu sana kutoa hela na wanataka wanipe nusunusu, na ndio maana nakuwa kimya sana, kwa sababu hela wanayotaka kunipa mimi wewe huwezi kuipokea, na ndio maana nakuwa bizi sana, kwa hiyo nitahakikisha hizo pesa zipatikane <coughs> mm -hmm. Chaguo la mama. Chaguo la mama. Naomba unisikilize kwa makini. Hii ni kazi kama kazi zingine. Kama umeshindwa kazi niambie, ni mwajili mtu mwingine, sio kila muda ni vineno vineno tu, baada ya pesa naletea maneno tu. Mimi sikujenga nyumba kwa ajili ya kutoa misaada ya watu kaa bure. nimejenga nyumba ni kwa ajili ya mimi mwenyewe kujipatia kipato. Asante tumeelewana hapa. Ninakupa siku tatu huo umeleta hiyo pesa. Sawa so, mimi nimkuelewa nitafuatilia hiyo pesa na kama hawana hiyo pesa, ni bora waondoke, tutafuta wapangaji wengine wa ambao wanajua kulipa pesa. Hata kiwa hivyo ni sawa tu, ninachokitaji ni pesa ipatikane. Nadhani umenielewa. Sawa bosi, mi nimekuelewa. Uwe na siku njema. Mambo, vipi? Poa. Uh, sorry, sor hivyo jina lako nani? naitwa Fami. Ah, uh, Fami yes. Okay. Unajua, tangu nimekuona kule unatokea kule kuna vitu vingi sana ambavyo mi nimevipenda kutoka kwako, so nilikuwa naomba angalau hata mazungumzo machache nimi pamoja na, sijakuelewa labda unyoshe maelezo mi nafikiri utanielewa tu, ila naomba unige namba zako, alafu tukizungumza hapo baadaye utanielewa kwa urefu zaidi. Yani umeniona, tunapita njia, unahitaji na namba kweli? Acha hizo bwana. Okay. <clears throat> Baadaye basi nitakucheki saa mama, koma binti, mimi sio mama yako. Yaani ungu kilichonileta hapa ni kodi yangu tu, nataka niondoke zangu. Mama kiukweli, samahani, naomba tu nisamehe. Yaani hapo unavyoniona sina hata mia mbovu, nimepatwa na matatizo makubwa, ni sijui hata nikwambiaje. Mama yangu hayo, mimi matatizo yako mimi hata yanihusu? Na huyo mbwa wako yuko wapi? Maana nampigia simu hapokee, namtesti hajibu. Kwa hiyo kodi yangu ndo basi? Nyumba mme relax kama ya kwenu? au hii nyumba hii mlichangia tofali? miezi mitatu, mnakaa humu ndani bila kulipa kodi. Hivi nyie mnajisikia aibu kweli? amshafanya nyumba hiyo ya baba yenu. Mimi mwenyewe nimerudi hapa juzi, nimekuta kaniachia tu barua kaondoka, amesema atarudi miezi mitatu mbili. Kwa hiyo akirudi mambo yote itakuwa sawa kwa hiyo mimi ninachokuomba mama yangu, nivumilie tu ila yako nitakupatia. Hizo mimi sio shida zangu. Wewe si bado unaendelea kukaa hapa, unaweza kunipatia kodi zangu. Na kama unahitaji kukaa hapa, basi fanya mpango, uondoke zako ukatafute chumba cha kupanga huko, sio ngangania hapa. Mnapanga nyumba nzima kati mna hata uwezo wa kulipa. Na wakati huko nje kuna chumba hadi shilingi elfu tano na bado tu anaendelea kuishi panya tu. Nyi bado mnazidi kuendelea kung'ang'ania hapa kwenye laki tatu mtaiweza mama. Kodi yangu nataka kuondoka. Mama yangu naomba tu nisamee, yani ukisema unifukuze mi hapa nitaenda wapi? Mi iko tu huko ni mbali kabisa, huko amenitoa yule mwanaume. Yani ukisema unifukuze hapa sina hata pa kwenda, yani hata nauli. Una tu hapa unavyoniona, sina kwao. Naomba tu nichukulie kama mwanao, naomba tu nihurumie na akija yule, kila kitu kitakuwa sawa. Yani hata kama kodi ya miezi tisa huko mbele, yani atakulipa yote. Unakielewa unachokiongea? Yani mimi huko nilikotoka nimefuata kodi yangu, kwa sababu hii nyumba ndio nategemea nilipe michezo, nilipe kila kitu, sijui unaelewa. Hasa ukizidi kukaa hapa bure, sina nikuhamisha. Na mimi basi jiongeze, wenzako wanatafuta vidumu pembeni vikusaidie. Wewe una tazamia mumeo sasa, mpaka rudi huko alikwenda lini? Yaani hii nikiondoka nakupa siku mbili, mama. Nikija hapa nahitaji kodi yangu na kama hamna utafute kwa kwenda. Nafikiri tumeelewana. Haya mataseka, kila mtu anataka furaha aipate kwa muda na kwa mbwa, ila sio kwa ubaya. Sio kwamba mimi. Vipi, mme wangu? Mbona unaonekana kama upo sawa? Shida ni nini? Yaani kiukweli mke wangu. Maisha naona yanazidi kuwa magumu sana kwa upande wangu, huwezi amini, nimeenda kuapply kazi sehemu tofauti tofauti, lakini zote sijabahatika kupata kazi. Haina haja kukalamika sana, mimi wangu, uendelea kupambana bila kuchoka. Ipo siku Mungu atakujalia utapata kazi, tena tena utapata kazi nzuri kuliko ile ya mwanzo. Hata mimi pia nalijua hilo mpenzi wangu, lakini kila siku zinavyozidi kwenda ninaona maisha yanazidi kuwa magumu sana kwa upande wangu, na hapa nilipo sina hata shilingi mia mbili ya kula. Sasa hivi yani, hata sielewi, hela tunafanyaje? Sikia mume wangu kipenzi, we aina haja kuanzia chakula sasa hivi, mi chakula nimeshaandaa kizuri tena, tunakula sasa hivi na usiku tunakula, tunakula pia, alafu ile hela niliomba baba ya mtaji tayari ameshanitumia. Kao okay, kesho naanza ile biashara yangu. Kiukweli Mungu amenipatia mke bora sana. Pamoja na magumu yote na changamoto zote ninazozipitia kwenye maisha yangu, lakini faraja ninayoipata kutoka kwako, najiona ni wa pekee sana kwenye ulimwengu. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda pia mme wangu. Basi mi ngoja nikakuandalie chakula ule ukapumzike. Okay, haina shida. Haya, sawa. Jungu, ndo mambo gani wewe unanifanyia lakini? Yaani mi nimefika hapa muda mrefu, wewe hujafika, afu afuna kutumia meseji zangu ujibu. Kwa nini unanifanyia hivi lakini? Samani mpenzi wangu, nipe dakika tano tu nakuja sasa hivi. Yani umenigandisha hapa vichochoroni, alafu eti unasema umesahau. na ufanye haraka uje, na usipokuja, mi ntakuja huko kwa mkeo. Sawa sawa, nimekuelewa, nakuja sasa hivi, mke wangu. Yaani, kiukweli Mungu amtupi wa mja wake. Kwa nini mongo, uwezi amini, moja kati ya kampuni ambayo nimeenda kuapply kazi wameniita sasa hivi, wameniambia niende, bosi wao anataka kuongea na mimi. Umeona sasa, myongo kwenye maisha ana aja kukata tamaa. Umeona umepata kazi tena. Sasa hapa inabidi ule ndo uende huko, mke wangu. Mimi naona hakuna haja kusubiria chakula mi subiri kwanza niende, halafu baada ya hapo nitarudi, kwa sababu sehemu mwenyewe sio mbali sana. Nitamuita Disley, anipeleke kwa boda chapo, halafu niwahi kurudi ili tuje kula chakula kwa amani kabisa, mke wangu mm. Aya basi nenda, sia ukachelewa bule. Samani sana mpenzi wangu, najua kwa nimekuchelewesha sana, ila naomba unisamehe. hivi kijungu, unanichukuliaje? labda yaani mimi nimekukapa masaa matatu nakusubiria wewe, nakutumia meseji zangu, hata kujibu nashindwa. Yaani umenifanya hadi nikupe salio ili nikupigie wewe. Sawa, nimekuelewa na ndio maana nimekuomba msamaha, kwa sababu hata kama ukianza kuelezea hayo mambo yaliyotokea nyuma, nisawasawa sana, kazi bure kwa sababu tayari yashatokea, cha kufanya hapa ni kunisamehe tu, hakuna kingine okay. Poa, naomba hela ya kula niondoke zangu, sihitaji kuendelea kukaa hapa. Ni shingapi? Naomba elfu kumi ili nitumie mpaka usiku, usikusaba <coughs> ndo mejawa <mujohu>. Asante <coughs> Nakupenda np karibu sana hapa okay. Ndio nyumbani ninapoishi, kwa hiyo karibu sana jisikie, upo nyumbani <sighs> asante. Ndugu wangu pazuri. Sawa, nakusikiliza. Basi manake uniambia un kuna mazungumzo unataka kuongea na mimi na ukutaka tuongee kwenye simu, unafikiri mi nitakuwa na jambo gani lingine? Mi jambo langu ni lile lile. Upo kimya sana Rost, lakini pia siku zinazidi kwenda na we haujaniambia chochote kile. Unashtuka nini? Nimefuata pesa zangu. Chaguo la mama, chaguo la mama, chaguo... Huyu ni nani? Mimi ndo mama mwenye nyumba. Kilichonileta hapa ni pesa zangu. Mama, lakini si nimekwambia univumilie? Pesa yako ntakupa, nikuvumilie? Kwani ulifikiri sitokuja hapa? Nipe pesa niondoke zangu, sijaja kuchekesha mimi hapa. Mumeo alishaondoka. Haya, kwa hiyo hiyo pesa ya kulipa kodi, utazipata wapi? Unajifanya muumini hata kuwa na kidumu cha kukusaidia hautaki. Mama, hapa mjini nataka pesa zangu. Eh, dada, msamani kwanza. Sawa, unadai kodi yako, lakini ulitakiwa basi uwe mstaarabu japo kidogo. Umetukuta watu, ulitakiwa usalimie. Kwa hiyo naona cha umuhimu ni salamu. Mama, pesa kwanza. Au mambo mengine baadaye. Oya binti zangu kune sa, pesa zangu nienda kwenye vikoba sawa. Pesa yako unadai ni kiasi gani? laki tatu yaani, wamekaa hapa wanaa tu kenye nyumba yangu baada ya kuenda kutafuta nyumba ya elfu tano 2000 mbili huko ambayo wanakua na uwezo nayo, ndo kwanza amekua hapa kama kwao. Tofali niliochangia hapa nimejenga kivipi? Nimepata hatabu kivipi? wao kabule. Mama, basi. Kuna watu wana majumba ya kifahari lakini wakiwa na dai kodi zao ni wastaarabu. Hii hapo laki moja, nitajia namba yako ni kuingizie laki mbili yako, sifuri sita tisini na nane arobaini themanini na nane jina feti Huyo bin dada ananijua vizuri. Hiyo hapo namba nilokutumia hela ndo namba yangu, naomba uisave. Wakati mwingine ukiwa unahitaji chochote, iwe kodi, maji au umeme, naomba unitafute, usimsumbue tena mdogo wangu. Asante mama. Hata shukrani hi, utabaki unalipiwa na wanawake wenzio. Idumu chaguo la mama. <susulati> <mukulati> Asante usijali mdogo wangu, kuwa na amani. Haya sasa, mimi naomba nikuache. Huyo mama kama unavyomjua, leo sio siku ya kazi, lakini nimetoka, ila nakuomba ulifanyie kazi swala langu, ili swala linanipa unyonge sana. Hebu sasa angalia maisha unayoishi, unapigizwa makelele kama hivi. Yani mimi nina uhakika ukiwa unadaiwa, huwezi kukaa na amani hata siku moja. Yani unakaa kwenye nyumba unadaiwa, nyumba basi, unifikirie mdogo wangu.